Katika magazeti mbalimbali mbali ambayo umetufikia hapa mezani kwetu siku hii ya leo, na viongozi wa magazeti ambayo ninayo ni gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, Raia Mwema, mungwana ni kitendo, Jambo Leo, sauti ya jamii, Majira, gazeti huru la kila siku, gazeti la Mwananchi, lakini bila kusahau gazeti la The Citizen ambayo limeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Katika gazeti la Tanzania Daima lenye lajipambwa na habari inayosema vilaza warejeshwa UDOM, lakini JPM JK wafungwa, yasema CHADEMA wamtaka IGP Mangu asiwaogope, wasema ndio chanzo cha vurugu Zanzibar. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa nne, na kuna picha inaonyesha mwenyekiti wa baraza la wazee wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Hashim Juma Isa, akifafanua jambo wakati wa mkutano wa waandishi wa habari makao makuu ya chama hicho jijini Dar es Salaam jana ukiachana na habari picha ya Dar es Salaam Dodoma, vinara wa ushoga. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa tatu, lakini waliotumbuliwa walio MSD warudishwa tena kazini, LHRC warejeshewa kompyuta za uchaguzi. Aa, lakini pia ukiachana na taarifa hiyo, rais wangu, nchi inaendeshwa kwa kupapasa. Hii inapatikana katika ukurasa wa kumi na mbili na ukurasa wa kumi na tatu. Gazeti la, la Tanzania Daima sauti ya watu katika ukurasa wake wa mbele. Nikiachana gazeti la Tanzania Daima, gazeti la Nipashe mwanga wa jamii lenye laandika siri kusimamishwa vigogo NSSF, hii hapa. Lakini mtoto mwenye betri moyoni atolewa ICU afya ya mtoto Happiness Josephati mwenye umri wa miaka mitano aliyewekewa betri ya kuendesha moyo mwishoni mwa wiki hii. Habari hii mtazamaji, inaendelea katika ukurasa wa nne gazeti la Nipashe. Lakini uozo wa mikataba polisi kufukuliwa, bodi yatoa mikopo kwa marehemu walioacha vyuo. Zaidi ya wanafunzi hewa eh, elfu mbili mia saba thelathini na sita wakiwamo marehemu na walio fukuzwa vyuo kwa sababu mbalimbali wamebainika wamebainika wame ndivyo inavyoonekana hivyo, gazeti ya Nipashe. Lakini ukurasa huu wa mbele kuna habari picha inayosema mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Martini Mkesi akizungumza na wakulima wadogo wanaosafirisha mazao yao ya chakula kutoka mashambani mwao wakati wa ziara ya vijiji vya kata ya Kagera Nkanda mkoani Kigoma juzi. Ukiachana na habari picha, ukawa wa mjibu IGP kuhusu Maalim Sefu, baraza la wazee la Chadema Bazecha, waziri wa elimu sayansi na teknolojia Profesa Joyce Ndali Chako amesema wametimuliwa yudo mwanafunzi elfu saba na mia nne. Afariki akipasuliwa tezi dume. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa kumi na mbili. Gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, ukurasa wake wa mbele. Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Habari kubwa Magufuli kutikisa Tanzania bara. Kwenye kundi hii ndio kuna majina ya watu kama Humphrey Polepole, Dkt Bashiru Ali, Ali Mofuruki, Ali Karume, Steven Masele, Angela Kairuki, Jenista Mhagama, wakili Evody Manda na Umi Mwalimu. Zanzibar, nafasi ya Vuai awali ilikuwa inatajwa kuweza Uh, kushikwa na dr Halidi Muhamedi Salum, ambaye hata hivyo uteuzi wake wa kuwa waziri wa fedha na mipango wa Zanzibar unaweza kumnyima cheo hicho kinachoshikiliwa na vuai hivi sasa. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili. Saa kumi na nane za mabasi ya mwendo kasi vituo vya Kariakoo, Msimbazi tatizo. Lakini Magufuli, Magufuli gani hasa anahitajika CCM? Ni habari ambayo imeandikwa katika mfumo wa swali, gazeti la raia mwema Aa, lakini ukiachana na taarifa hii, akifa mtu kwa kukosa fedha, nani mlipaji? Habari hii pia imeandikwa katika mfumo wa swali gazeti la Tanzania la Raia Mwema. Muungwana ni kitendo, ndivyo ambavyo linavyoonekana katika ukurasa wake wa mbele. Jambo Leo lenye la yapambwa na habari linaosema serikali yawabaini vilaza mia tatu yudom mia nne tu warudishwa chuoni kuendelea na program. marehemu walipiwa ada, mafunzo kwa vitendo. Gazeti la Jambo Leo so sauti ya jamii, ukurasa wake wa mbele lakini pia hapa kuna picha inaonyesha baadhi ya wanafunzi wa programu maalum ya ualimu wa sayansi katika chuo kikuu cha Dodoma wakirudi nyumbani mara baada ya kuamliwa kuondoka chuoni mapema. Ukiachana na taarifa hiyo, benki kumpa JPM mabilioni ya bajeti, bodi ya NSSF yamwweka kiporo Dr. Dau. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili. Waomba radhi kuhusu mlima Kilimanjaro, majaliwa ataka wizara maliasili ijipange ndivyo mwonekano wa gazeti la Jambo Leo, Sauti ya Jamii, katika ukurasa wake wa mbele gazeti huru la kila siku. Gazeti la Majira lenyewe laandika wanafunzi 382 warudi judum lakini wengine 290 wastashahada uwalimu wakosa sifa. Profesa Ndalichako afichua siri mgomo wa walimu. Jipu la wanafunzi hewa 2736 la tumbuka TCU. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa nne, lakini ukurasa huu wa mbele gazeti la majira kuna uh, picha inaonyesha katibu wa mwakilishi maalum wa masuala ya maji kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la elimu ya sayansi na utamaduni UNESCO na rais mstaafu wa Kenya Mwai Kibaki akifafanua jambo na profesa Niki Wanjohi baada ya kutembelea daraja la Nyerere linalounganisha Kigamboni Kurasini dare na Dar es Salaam. Lakini ukiachana na taarifa hiyo, JPM uh, kununua rada nne ndege mbili za abiria kwa sasa serikali inakosa bilioni 18 kwa mwaka. Mbunge sugu aishtaki CCM kwa baba askofu A, lakini CUF wapinga agizo la JPM. Ajira za raia polisi. Kiwanda cha SBC cha tozwa faini milioni ishirini na tano. Dodoma daa vinara mapenzi ya jinsia ya moja yasema serikali. Ni gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele laandika bodi NCCF yanawa mikono kwa Dr. Dau, serikali yawarejesha wanafunzi 382 Yudom, lakini nyayo za Loasa kutikisa Dodoma. Ukurasa huu wa mbele kwenye gazeti Mwananchi kuna picha inaonyesha muuza matunda kisukuma Torori akiwa ameniiniza bendera ya chama cha mapinduzi wakati wakitafuta wateja mjini Dodoma jana. Sehemu mbalimbali za mji huo zimepambwa kwa bendera za CCM ikiwa ni maandalizi ya mkutano mkuu wa chama hicho. Lakini ukiachana na habari picha hiyo, kuna habari nyingine inasema marufuku kuunda ndege kienyeji, asema TCAA. Lakini uh, pia asotea mafao ya kustaafu miaka ishirini na nane. Gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele The Citizen ambalo limeandikwa kwa lugha ya Kiingereza, habari kubwa ni kuhusiana na serikali ya waondoa wanafunzi 7400 kutoka chuo kikuu cha Dodoma. Lakini pia ukiachana na taarifa hiyo kuna taarifa nyingine inasema ni wanafunzi 382 tu kudahiliwa tena ifikapo mwezi Oktoba. Uh, uh, ukish, uk, lakini pia kuna taarifa nyingine inasema AU e, kuongeza ulinzi Sudani Kusini. Gazeti la The Citizen ambalo limeandikwa kwa lugha ya Kiingereza ndivyo ambavyo katika ukurasa wake wa mbele linavyojinadi. Mtazamaji wa Mlimani TV. Na sasa tuzigeukie kurasa za michezo na burudani, ambapo nikianza na gazeti la Mwananchi ukurasa wake wa michezo naandika sita siku sita za Yanga kuvunja mwiko Afrika, lakini Simba yatenga shilingi uh, bilioni moja nukta tano kununua ubingwa bara. Gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa michezo Majira gazeti huru la kila siku, Yanga Simba Azam kuanza na vibonde, lakini kocha Azam kutoa tathmini Jumatatu. Zidane azinguana na bosi wake, ni habari kutoka uh, Madridi, Hispania. Gazeti la Majira gazeti huru la kila siku katika ukurasa wake wa michezo, jambo lao lenye laandika Simba Yanga kuaman, kuumana Oktoba mosi, lakini Omogi kuanika silaha Simba Ijumaa. Yanga madeama zayingiza milioni mia moja kumi na nane. Gazeti la Jambo Leo katika ukurasa wake wa michezo, Raia Mwema Mwungwana ni Kitendo lenye laandika Yusuf Manji ni lodi lofa mpya, ni habari ambayo imeandikwa katika mfumo wa swali. Lakini ukiachana na taarifa hiyo, tunataka medali kwa watu saba, ni habari ambayo pia imeandikwa katika mfumo wa swali. Gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo, katika ukurasa wake wa michezo. Nipashe, Yanga kwanza ligi na Kiporo, mabingwa hao wa bara watakosa mechi ya ufunguzi ligi kuu bara kabla ya kukutana na Simba katika raundi ya saba. Lakini pia uh, pri apata dawa ya kulenga nyavu. Uh, gazeti la Nipashe katika ukurasa wake wa michezo Tanzania Daima lenye ilaandika: Yanga mgomo baridi, lakini Simba Yanga Oktoba mosi. Uh, ukurasa huu wa michezo gazeti ya Tanzania Daima kuna picha inamwonyesha uh, rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF jamani Malinzi akifungua kozi ya makocha ya kafu leseni a katika ofisi za TFF jijini Dar es Salaam jana na mkufunzi wa kafu ambaye pia ni mkurugenzi wa ufundi wa TFF Salumu Madadi na katibu mkuu wa TFF Celestine Mwesigwa. Gazeti la Tanzania Daima. Lakini ukiachana na taarifa hiyo, mahakama kuu ya amuru Babutale akamatwe. Gazeti la Tanzania Daima, ukurasa wake wa michezo.